Kwajina mi naitwa Mama Polipoli, Polipoli. Mimi naomba mwanangu wanirudishie mwanangu, kama na makosa kama, basi wa ashitakiwe, wangapi wanahukumiwa, wamwachie mwanangu, nateseka mimi. ile ilendio ilikuwa chakula changu, sina mtu mtuwakunihemelea wanatwambia, tusomeshe watoto ili watoto waji kutusaidia wazazimetokana, ana talipa kodi ni nyumba alikuwa amepanga ni nyumba iliyokuwa amepanga. Sina mtu wa kulipa kodi, mi mama yake ni maskini wa kutupa, mimi ni mkulima tu. nilipoona Humphrey imefikia hatua nilimshukuru Mungu kuweka tena kumkamatia ndani ya nyumba na kumpiga hivi, najua ya kwamba huko aliko si mzima hata kidogo, maana nimekuta damu sio za kawaida. Ni hilo tu, watu wa Mungu wamrudishe mwanangu akiwa mzima, wamrudishe mwanangu akiwa mzima, lolote litakalotokea nami nilizaliwa na Mungu kutoka mbinguni, nitajua la kufanya. Yule aliyegusa ule mwili hakika, kwa jina la Yesu naye atakufa. Nimemaliza, asanteni wana, asanteni sana. Mungu awabariki, Mungu awabariki, awafunike na kwatete. Sina la zaidi. Uh, mimi ninaitwa Godfrey, ni mdogo wa mheshimiwa balozi. Uh, leo ni tarehe sita tangu mheshimiwa balozi alipo <coughs> vamiwa na watu ambao wanajiita wasiojulikana, lakini kiuhalisia wanajulikana na tunawajua. Leo ni miezi mitatu imeshafika, kwa hiyo tumekuja kutoa vitu ili mwenye nyumba aweze kuendelea na utaratibu wake. Kwa haraka haraka katika tunapohamisha, kuna baadhi ya vitu tumekuta havipo huku ndani. Cha kwanza ni safe ya hela haipo imechukuliwa. Kuna laptop ambazo zilikuwa laptop nane hazipo. Kuna simu zake tano hazipo. Kitambulisho cha NIDA hakipo, passport yake ya kusafiria haipo. E, wamevunja pia mlango wa gari yake. E, wamechukua safe ya hela ilikuwa ndani ya gari, wamechukua funguo za gari pamoja na document zote zilizokuwa ndani ya gari wamechukua. E, kulikuwa kuna pikipiki ndogo wamechukua, toolbox yake ambayo huwa inafungwa nyuma ya pikipiki wameondoka nayo. E, antena ya internet wame, wamekata nyaya wamebeba na yenyewe wameondoka nayo, funguo za pikipiki wamechukua, kamera za studio wamechukua, wamevunja taa za studio na kufanya uharibifu mkubwa ndani, wamevunja taa, wamevunja baadhi ya vioo wamevunja baadhi ya kamera ambazo zilikuwa ziko ndani.